Kile tunachokipata ni lazima turudishe kwenye jamii. Hakika zimefunguliwa kampuni nyingi, lakini zimeishia kujali maslahi yao pekee, jamii imesuswa. Leo naomba nikujuze kuhusu Soya One, kampuni ambayo imebaki kuwa alama ya tabasamu, tumaini na ushindi kwa maelfu ya watu ambao kamwe hawamiliki neno baya kuihusu. Naomba wadau wengine kuiga mfano wa Soya One Limited katika kurudisha sehemu ya kile ambacho Mungu anakuwa amewajalia kwa jamii. Kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndio nilisikia jina lako linatajwa pale kwamba kuna mdau kule Tarime anaitwa Soyawani Group. Soyawani. hii ni kampuni ndogo ya uchimbaji madini yenye makao yake makuu Buswahili wilayani Tarime mkoani Mara. Ukihitaja Soyawani unautaja uzalendo ndani yake. Kwanza inafanyia kazi kwa uhalisia kauli mbiu yake isemayo jamii kwanza 93 mpaka leo niko hapa, sijawahi kuona mtu kama Chacha Soy, Chacha Soya, Chacha Soya, kijana wa Kitanzania mzalendo mwadilifu, mdau mkubwa wa maendeleo na mlipakodi mzuri wa serikali, ndiye mmiliki wa Soya One. Kupitia shughuli ya uchimbaji madini, kampuni hiyo imefanya mambo chanya yenye kuacha historia isiyofutika kwa jamii ya watu wa ardhi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yani Mara na mikoa mingine nchini Tanzania. Pia haya mahindi tuliyoyaleta ni sehemu ya, ya kuanzia. Ndani ya wiki mbili mbele tutawaletea magunia ishirini. Soya One Limited, imefuta machozi familia nyingi maskini, imeweka tabasamu kwa kaya zenye huzuni na mtu mmoja mmoja. Katika nyanja za kielimu, shule ya msingi Azimio wilani Tarime inatambua mchango wake; zaidi amekuwa mdau wa utoaji misaada ya chakula, vilevile kiafya. Soya One imejitoa kufanikisha kuboreshwa na kukamilishwa kwa miundombinu mbalimbali kwa niaba ya wachimbaji wa madini mkoa wa Mara. Acha na mimi niweze kuwawakilisha na shilingi milioni moja hapa kusapoti yeye kijana pamoja na shughuli yake. Zaka TV imetambua nguvu ya kijana mpambanaji Chacha Soya si kupitia yeye bali maneno mengi ya ushindi kutoka ndani ya jamii inayomzunguka. Wachimbaji walioko mahali hapa Mi najua kwamba ni vijana ambayo tumekuwa na matatizo ya hapa na pale. Kama alivyo yeye kijana, basi hajawacha nyuma vijana wenzake, hakika anachuma nao mafanikio, wakiwemo bodaboda wilani Tarime ambao wanaokubali uzalendo wake kwenye yale maneno, taifa linajengwa na vijana. Mfano halisi ni huu, Soya One, zao la akili ya kijana wa Kitanzania Chacha Soya. Jamii Kwanza ni kauli mbiu yake ya utekelezaji na si maandishi. Hii ni Zaka TV.